Habari ya kwako? Salama, kwema. Kwema, eh, tunamshukuru Mungu, ni asubuhi nyingine ya pekee ambayo amefanya na, na. na. na tungependa tupitie baadhi ya maswali na, na. ya Biblia, nadhani tukawa tudiskasi hayo swali so. La kwanza ningependa tufahamu mapenzi makuu ya Mungu kwa wanadamu ni yepi? Okay. Mm, hilo swala, hilo swali ni pana zaidi Ndil, lakini by the way, mapenzi makuu ya Mungu mm, ya Mungu mm, kwa wanadamu mm, ni sisi kuishi maisha mazuri na kumtumikia yeye. Katuleta hapa duniani sio kuteseka, ila katuleta kwa kusudi, ili tumfurahie maisha na tutimize lile kusudi lililokuwa ndani yetu Na kupitia hilo kusudi tulitimize ili mradi yeye ajitukuze. Na kusudi hilo ni lipi ambalo yeye atakuwa ajitukuze kupitia sisi? Kupitia kile ambacho tunachokifanya watu wamjue kupitia kile tunachofanya. Hmm. Kwa mfano, unaweza kaa mtu mwimbaji. Wengi tunaamini kwamba watumishi wa Mungu ni wale wachungaji tu. Hmm. Mtu anaweza kaa mwimbaji lakini akawa mtumishi wa Mungu kupitia uimbaji wake mtu akaokolewa, mm. kupitia walimu wake mtu akaokolewa, kupitia ususi wake mtu akaokolewa mm. ni hivyo sawa. Brother, Mungu akubariki mm. sana. Amina. Na swali la pili mm. e, swali la pili, mi naamini hilo swali la kwanza, enzi mtazamaji, umepata kitu, lakini pia kama una maoni, mawazo, naweza pia ku comment hapo chini. wewe unaelewa vipi kuhusu mapenzi makuu ya Mungu wa wanadamu? Lakini pia pili, hmm. Mungu anataka tuishi maisha ya aina gani hapa duniani? ah. hmm. kwenye maandiko anasema Mungu anatuwazia mema hmm. tufurahie maisha na tuzidi kumtukuza yeye kupitia kufurahia kwetu maisha hmm. kupitia kuishi kwetu tuzidi kumtukuza yeye hmm. sio kuishi. Tujua kuna kuishi hmm. na kuishia hmm. Sasa kuishi ni kuishi maisha, maisha ambayo ya mateso mm. ya shida ya hovyo yes mm. ya hovyo, lakini kuishi ni kuishi maisha ambayo kila kitu unakipata mm. ukimwomba Baba anakupa hivi hivi mm. ila tu hatuwezi kupata hivyo vitu vyote kama hatujakaa katika uwepo wake kabisa. Yani, ukikaa katika uwepo wake unapata hicho kitu mm. Sawa sawa na kusema kwamba nataka nipatwe na jua niotee jua, kama upo nje ukiwa ndani, huwezi kuliona jua mm. au mwanga ule wa jua huwezi kufikia la, ukiwa nje mwanga ule wa jua unaanza kufikia mm. Sasa ili ufurahie maisha yote, inabidi ukae kwenye uwepo wa Mungu, naye shetani yuko, yuko katika mwindo yake mm. kwa maana ukikaa pembeni, shetani mm. ataku atakuumiza mm. atakutesa hiyo ndio itapelekea kwamba mtu anaanza kujua maisha yana gani yaka katika uwepo wa Mungu. Na Mungu hajatuleta duniani tuteseke, amtuleta ili tufurahie maisha, ni hivyo. Na kuna, use, kuna usemi mmoja ndugu mmoja akasema mm, kwamba usipofanya kitu katika ufalme shetani sure, na atakuonyesha cha kufanya, yeah, sure. kwa hiyo point ndugu mtumishi wa Bwana nimeichukua kwa uzito sana. Kwa hiyo lazima tukae katika mapenzi ya Mungu. Yeah, na kwa kumalizia wanasema mm. hivi kopo lis, lililotupu mm. uweze kuwekewa kitu chochote mm. sawa mm. ukikuta kopo mtu akiliona kopo mm. lililojaa maji mm. na lisilojaa maji mm. lile lisilojaa maji lisilokuwa na maji linaweza kuwekewa kitu chochote, uchafu wa aina yoyote mm. lakini lililojaa maji ukiweka Uh, ule uchafu hauwezi kukaa kwa sababu maji yapo. <laughs> Ndio, walisia ya huko hivyo. Hakuna nafasi. Sasa kopo, yeah. mm. lilojaa maji ni sawa sana yule mtu ambaye ana uwepo wa Mungu ndani yake, ana Holy Spirit ndani yake. Sasa hata uchafu ukija hautapata nafasi, kwa maana ile kopo limekuwa limeshajazwa na mm. yale maji mm. lakini lile ambalo ni tupu, ukijaza uchafu una mm. unaingia Doksawa, mtumishi wa Bwana, brother, Mungu akubariki sana. Swali so, la tatu ni jambo gani Mungu anataka tufanye katika kila hali ya maisha? Um, kuna mtu mmoja akasema kwamba kila asubuhi unapoamka mm. yani wewe umepewa dhamana na Mungu, yani Mungu amekuamini mm. Sasa kwa maana hiyo mm. kwa tafsiri hiyo Mungu anataka tufanye jambo gani? Yani kwamba sisi tumeshatambua mimi, si kwa nguvu zangu mm. sio kwa akili zangu, lakini leo asubuhi nimeamka ni kwa sababu Mungu amependelea niamke mm. So, mimi naamini kuna watu wengi sana wanitamani kuamka katika vitanda vyao lakini mm. sasa hivi wako kwenye freezer za mortuary. So, ni jambo gani ambalo Mungu anataka tufanye yani kwa katika zile nyakati ambazo ametupa uhai kitu ambacho Mungu ambaye anachotaka tukifanye katika maisha yetu cha mm. kwa kwanza, ni kumtegemea yeye ni kila hali mm. kwenye hali ya raha mm. hali ya, ya karaha mm. hali ya furaha mm. kila hali kumtegemea yeye, hicho mm. ndo kitu cha msingi na cha muhimu mm. kwa sababu gani? Anasema kwenye maandiko anasema hivi Mungu ndio anaikupa nguvu za kupata utajiri mm, mm, mm, sawa mm, mm, utajiri ndio consider kama furaha mm, utajiri wa afya, utajiri wa kila kitu mm, ukiwa katika hali ya huzuni mm, Mungu anahitaji umtegemee mm, yeye. Yaani, kuna kitu ambacho watu wengi sana hatunini atu, atu hatuelewi huwa mm, Tuna, tunaamini kwamba tukikati katika uwepo wa Mungu hatutajaribiwa mm. Majaribu yatakuja mm. Na katika hayo majaribu ya kupasa uzidi kumshikilia mm. Mungu wako mm. Effectively mm. Na faida ya majaribu ni, ni kwamba ni ni kama mtihani wa kukuvusha katika revo nyingine mm. Tuseme kwamba kwa mfano mtu akiwa shuleni ili avuke darasa lingine mm. Yampasa afanye mtihani sasa mm. Hayo huo mtihani tu, hmm. tuseme kwa katika swala ya kiloo ni majaribu ambayo inamvusha hmm. Na kwenye haya majaribu unabidi umtegemee Mungu kwenye kila hali kabisa na ukifanikiwa, inabidi umshukuru Mungu yes. Wangu tunaji, wengi tunajisahau hmm. kwenye hilo kwamba ukifanikiwa sema ah, nimepiga hapa hmm. kama si nguvu zangu ehe hmm. nimepiga, lakini in reality ni uwepo wa Mungu ule ufanye Mm. Ufanikiwe ufani ki ukipata changamoto zidi kunyenyekea kwa Mungu baba, nionekanie na katika Mathayo 7:7 anasema ombeni nanyi mtapewa. mm. timihati kwenye kila kitu tumuombe yeye, mm. sio tumuombe, aja, aja specify tuombe nini pale, mm. yani tuelewane kitu kimoja, mm. Mungu aja specify tuombe nini. mm. amesema ombeni mm. lolote, lolote. Mm. ombeni nani mtapewa mm. iwe afya omba, iwe mali omba, iwe sijui mke watoto, kitu chochote omba, chochote. Na kingine ambacho nataka niwaambie kitu kimoja, watu wengi sana huwa tunamficha Mungu, kitu ambacho kinatufanya mpaka tushindwe kuwa karibu na Mungu, huwa tunamficha baadhi ya vitu, yaani wakati wa kuomba, tunaombaga kibisho baba -ba. Nasema asante kwa maana ni mwema. Yani tunaomba maombi fulani hivi ambayo yako zimamoto <laughs> ni zaidi ya zimamoto, yani yeah. kile ambacho kuna cho kifeel ndani yetu hatumwambii mm -hmm. Sasa kuto kumwambia, hatutengeneze mazingira mazuri na Mungu. Ukiwa na changamoto yote ongea keji. Nikupe ushuhuda mmoja ambao mimi maisha yangu nayoishi ni kwamba, mimi wakati naomba mm -hmm. sawa huwa <laughs> kuna maisha fulani nasema, mimi huwa napenda sana kupiga stori na Mungu mm -hmm. Yaani kwa mfano, kitu chochote kikatokea difa mm -hmm. eneo lolote la siku hiyo nimepita, kimenikwaza au nimefurahia au nimekutana na kitu cha tofauti, huwa naenda kupiga stori um, naenda kumpa umbea Mungu um, namsimulia mm -hmm. Hey, tuzidi alikaa tunakaa Baba, nataka tuongee kuna mm -hmm. kitu fulani fulani fulani fulani fulani fulani fulani, na hayo maombi yanakuwa very powerful, mm -hmm. yaani maombi ya namna kama hiyo, yaani naongea naye azifu yaani niko naye hapa na hapa, lakini mm -hmm. kiroho niko naye naongea naye kabisa, Baba hivi na hivi na hivi na hivi na hivi nisaidie hivi na hivi na, sijapendezwa mm -hmm. nacho hiki, nilikwazika yaani mm -hmm. namwambia kweli, yeah. na kweli nilikwazika Baba, kutokana na hiki na hiki na hiki m mm -hmm. yeah na kupitia hicho najihuwa najikuta napata ile amani ya moyo ndani yangu, yani kuna amani fulani inaachiliwa ndani yangu kwa maana nime nimemruhusu Mungu, yaani nime ni, ile nafasi ya Mungu nimempa nafasi kama baba hicho mm, ndio kitu ambacho Mungu anachopenda tumruhusu, yani ttu tu, ile na, nafasi wa baba tumpe yeye mm, yeah, ndio hicho Mungu ambacho plani ya Mungu kutuleta hapa duniani ndio hiyo. Amen. Amen. Brother, tunashukuru. Amen. Na tumebarikiwa sana. Amen. Na binafsi ndugu mtazamaji na unayefuatilia session hii kama nimesema mwanzoni kama una swali kwa mtumishi wa Bwana na brother Sylvester kama una swali lolote comment hapo chini naamini tu utajibiwa. Mungu akubariki sana uwe na wakati mwema na yeah, shukrani.